Ya haleluya, watu wa Mungu, nimshukuru Mungu na niwashukuru wote ambao mmehusika kunipambania kwa namna moja au nyingine. Nimeachiwa huru na jeshi la polisi kwa dhamana tangu nilipokamatwa tarehe 15 mwezi wa 4 mpaka leo tarehe ishirini na tatu. Nitumie nafasi hii kuwashukuru wote mlionipambania, wote mliotoa clip, wote mlioongea kwa namna mbalimbali Mliotumia fedha zenu, mliotumia muda wenu, wengine mmesafiri, wengine walikuwa ni wanaletea chakula na wananijali kwa namna mbalimbali kwa siku zote ambazo nimekuwa mle ndani. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Asante sana kwa wote ambao kwa namna yoyote mmehusika kijana wangu kuwa ulaiani siku ya leo. Asante kwa busara yoyote iliyotumika. Asante kwa moyo wote uliotumika. Eh, shukrani za dhati ziwaendee mawakili bao kwa sehemu kwa asilimia mia moja wamejitolea, na nisione aibu kama litakuwa baya atanisamee, katika wengi ni mtaje wakili Kisabo, kwa namna ambavyo umejitolea. Kiwa nitakuwa nimeharibu kutaja wazi jina lako tanisamee, lakini pia na wasaidizi wako kwa namna ambavyo mmejitolea kwa moyo mkubwa sana, lakini pia na mtu mwingine yoyote ambaye kwa namna moja ama nyingine aliwaonyesha thamani ya maisha ya kijana wangu. Lakini pia nipongeze jeshi la polisi kwa busara ya kuto kumdhuru kijana wangu pengine mkiwa mnatafuta ukweli zaidi ambao mungetaka kuutafuta, napongeza sana, naipongeza mamlaka yoyote e, ambayo aidha kwa kusikia niliyokuwa nasema ama kwa kushauriana kwenu ninyi wenyewe mmeona ni busara kuruhusu kijana wangu asiwe kolokoloni, asiwe kizuizini kweli kwamba ni kitu ambacho kina mambo mengi sana ndani yake enwe, lakini si ni kitu ambacho wakati mwingine kukaa hizi siku nane alizokaa, staki niingie kulaumu, lakini nionyeshe tu kwamba maumivu ni maumivu na katika kitu ambacho siwezi kufanya maishani mwangu, siwezi kuonye, ku, kuonyesha kwamba sijaumia nikiwa nimeumia. Kwa hiyo ukweli ni kwamba nimepitia wakati mgumu sana mbaya sana, kwa sababu ya hicho ambacho kimeendelea kwa hii siku nane, na saki kuingia sana kwenye mifumo ma namna za kisheria lakini niseme tu kwamba hata kama nitawapongeza nitashukuru, ni vema ufahamu nimeumia sana, nimeumia sana sana sana. Lakini kumia kokota, wakati mwingine huwa inakuwa ni afadhali utakaopata nafuu baada ya maumivu. Kwa hiyo nawashukuru sana shukuru yote lakini mwisho yote nirejeree kuitisha wito na mamlaka zote. Nafahamu tu jambo moja, mimi ni mtu wa Mungu, hilo ndio nalo lifahamu. Sina hila yoyote, sina chuki yoyote, sina uadui wowote, sifundishi waumini vijana hawa siwafundishi chuki yoyote, siwafundishi eh, namna yoyote ya kwamba wachochee ugomvi, wachochee dhuruma, wachochee wizi, wachochee uaji, wachochee utekaji ama kichochote kibaya. Nimeendelea kusema kwamba inawezekana ikawepo lugha ambayo ni kali, ni kubwa, ikatafsiriwa kwa kiburi, ikatafsiriwa kwa kashfa Nimesema maneno hayo, tufike mahala tukae chini, tuone tumefikaje, tulipofika ambapo pengine neno sahihi ni kusifia tu, kwa sababu kishasema, hatunahitaji mukosoe, ila kwa hekima. Hiyo hekima kama hatunayo sisi, ni vizuri uliye nayo kama unajua tulichokosoa ni sahihi, lakini kilichokosekana ni hekima, ni vizuri uliye nayo kosoa kwa hiyo hekima yaishe, sahihisha kwa hiyo hekima yaishe. Lakini inapofika mahala unayejisema una hekima haukosoi, basi sisi tunapofika mahala kupinga kusema hili sio sawa, kwa, kwa utashi wote na uchaji wote, kwa hofu na matetemeko, pasipo na chuki Pasipo na uadui huwa tunaona hiyo ndio hekima pekee inayokuwa imesalia. Naita wito kwa mara nyingine, nikiwa mwenye jeraha kubwa na maumivu makubwa, lakini bado amjaona nikionyesha ni mtu ambaye napanga kulipa kisasi cha aina yoyote. Naita wito, mamlaka, njoni tuzungumze. Tumefikaje hapa? Tunatokaje hapa? Tunaenda wapi? Mimi nitaendelea kusimama kwa msimamo wa kuonyesha na hisi katika wanadamu waliobaki ambao wanaweza kuwa sehemu ya suruhisho la kweli ndani ya nchi hii. Nitabaki kujiona hivyo, kwa sababu sehemu kubwa ya wahubiri nadhani hata nyie mmeshuhudia ya kwamba ni wenye kujiponya, ni wanafiki, ni chawa, na kimsingi, katika huyo mwenye kujiponya, mnafiki, chawa, hana suruhisho ambaye kimsingi, mnaposema, si mmewaita viongozi wa dini kwa namna moja nyingine? Kuna maeneo mengi sana ambayo mnaitaga chawa, mnaita watu ambao hata nyie wenyewe mkikaa mahali, mnasema hawa ni manabii wa bahari hawa hawa ni manabii wa ahabu hawa, kwa sababu mhubiri kabisa kabisa ni mhubiri ambaye anatakiwa aseme makosa ya jamii always popote anapokuwepo, makosa ya mwanadamu awaye yeyote. Ndivyo alivyoandika katika Isaya hamsini na nane mstari wa kwanza sema piga kelele, usiache, waambie watu wangu makosa yao, na yakobo dhambi yake. Katika Yeremia saba anasema simama katika lango la hekalu mwambie kila ingiae makosa yake. Kila ingiae sio wachawa wezi ambao wanasimama Ekaruni eh, wanamwambia kila ingiae baraka zake, utajiri wake. Kiujumla, kinachofanya mtu asipate mali au au kukubaliwa mahali ni matendo yake, uvivu wake, ulegevu wake, ubaya wa matendo yake kwao. Kanisani ni mahali pa kuambiwa makosa tu. Muhubiri kila anaposimama inatakiwa aonyeshe makosa yaliyomo kwenye jamii, huo ndio uhubiri. Ni kweli kwamba kuna kuwa na swali la kwamba, mbarikiwa, sasa kwa kadri ulivyoanza kusemasema makosa kwenye jamii, wewe unaona jamii inabadilika? Hiyo mara nyingi huwa anasoma katika Ezekieli sura pili kuanzia mstari wa tatu ya kwamba Mungu anasema nakutuma, nenda kwa watu hawa ambao wanaasi sana, nami najua hawatakusikia, lakini watapata tu kujua kwamba nabii alikuwako miongoni mwao. Natoa wito hapa tulipo, hakuna atakayenufaika hapa tulipo. Unayetesa hunufaiki, hapa tulipo unayeiba hunufaiki, hapa tulipo uliye waziri haunufaiki hapa tulipo uliye mbunge haunufaiki. Hapa tulipo uliye RPC, uliye kwenye cheo chochote haunufaiki. Hakuna mtu unaweza ukanufaika kukiwa kuna watu wanalia, kuna watu wanasema mambo hayako sawa. Amani amani tofauti na hiki dunia inachojua kwamba ni amani. Amani hutegemea hali salama, hali ikiwa sawa kwako na kwa mtu mwingine. Ndio maana uwezi ukasema nina amani msibani, uwezi ukasema nina amani wakati mwingine amegongwa na gari ikavunjika miguu. Amani yako hutegemea hali ya mtu mwingine, mwingine anapolia automatika, lazima na wewe u, upotelewe na amani. Hapa tulipo hakuna ambaye unanufaika na hali hii hi ilivyo, na mi nachotoa wito ni kwamba watu tusio na namna yoyote ya hila ya oga ya unafiki tunalo neno kwa ajili ya kuitoa jamii hapa ilipo. Namaliza kwa kusema neno lile hili ambalo nimeishema mara kadhaa ya kwamba wakati wowote wa, naomba ieleweke, si mimi, si watoto wangu, naamini na watu wengine wengi hakuna ambaye ni raha kuongea kwa ukali, hakuna ambaye ni raha kuongea kwa kufokafoka, hakuna ambaye ni raha kulia, hakuna ambaye ni raha kulalamika, hakuna ambaye ni raha kufafanua na haeleweki, anabaki anatukanwa. Hakuna ambaye ni raha hiyo, wote tunatamani tuongee kwa upole, tuongee kwa lugha Tam kwa lugha nzuri, lakini kinachosikitisha ni kwamba lugha nzuri kuna wakati mwingine haibadili chochote, na inatakiwa kwa gharama yoyote jamii yetu iende katika namna ambayo kila mmoja ataifurahia. Njoni tuzungumze, njoni tuzungumze, nasisitiza, mabaya hayafichwi na ubaya zaidi. Biblia inasema katika wale mnaoamini Biblia au mnaojua ni kitabu cha Mungu, sema njoni tuojiane, njoni tuzungumze, ijapokuwa dhambi zenu nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama theruji. Natoa mwaliko huu tena na tena, na naamini ni moja ya mwaliko utakumbukwa sana, hasa ikiwa kuna nyakati sitakuwa hai, sitakuwepo Tajua kuna mtu alitoa mwaliko wa mazungumzo ya dhati ya mioyo ya dhati, kwa siku nyingi hakusikilizwa. Kwa sababu nimekwambia, na anazidi kukwambia hapa tulipo, hakuna atakayenufaika, hakuna anayenufaika hapa tulipo. hapa tabiri kesho yenye kicheko, pana tabiri uchungu mbele yetu. Panatabiri huzuni mbele yetu, panatabiri maumivu mbele yetu, ambayo karibu yatamkuta kila aliye kwenye nafasi yoyote anayeishi vyovyote, maskini na tajiri. Njoni tuzungumze, njoni tuongee kwa lugha halisi ya kibinadamu, sio lugha ya kichawa, sio lugha ya ubinafsi, sio lugha ya, ya kujipendekeza, iwe ni lugha halisi inayotafuta suluhisho. Asanteni kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliye toka gerezani. Nasema itengenze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, takayefungwa takayeuawa, amafae katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yuko karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.